Tunajivua kwa sababu gani? Kumekuwa na magenge mawili ndani ya chama. Uchaguzi ulipoisha, walioshinda hawakuamini kama wameshinda, wakaendea kushambulia kundi la upande mwingine. Pakafikia hatua kundi la upande mwingine likawa linafanya kazi ya chama kwa hofu kubwa sana. Wengine wamevuliwa wanachama, wengine wamefukuzwa kwa kuonewa, kisa tu kwa sababu hawakumuunga mkono Aliyopo leo mwenyekiti taifa ni kwa sababu tu tulimuunga mkono mheshimiwa Mbowe. Inaonekana kama tulivyokuwa tunamuunga Mbowe ni kama vile tulikuwa tunamuunga tunamuunga mkono mgombea wa CCM, kwamba alikuwa anagombea mgombea wa wa wa chama kingine, sio Chadema, kwa sababu tumeshakuwa na uadui mkubwa ambao ni zaidi ya uadui tulionao ndani ya CCM. Lakini kikubwa sana nilichokiona siku za karibuni ambacho kimenivunja moyo ni namna ambavyo sisi viongozi wenyewe kwa wenyewe ndani ya chama chetu tumeendelea kushambuliana sana kila kukicha, na niamini tu kwamba Chadema hata kama watapewa nchi leo, huenda wanaweza wakafanya vibaya sana, pengine kuliko hata Chama cha Mapinduzi kutokana na jinsi tulivyo ndani ya chama, tusivyozingatia nidhamu, itifaki pamoja na mambo mengine. Sasa kwa hayo yamenifanya pia niweze kuachia wanachama wangu kama Chadema, mimi kwangu nimetukanwa matusi ya kutosha. Mimi kwangu siridhishwi na mwenendo wa chama. Mimi kwangu naona chama kimetoka kwenye misingi yake ya kuwasaidia Watanzania, badala yake kimebaki kuwa chama cha kutoa taarifa. Ndugu zangu, nimeona mienendo hiyo, mimi kwangu siwezi kuendelea kubaki ndani ya CHADEMA.